Uh, iliyoko mbele yenu ni msimamizi wa uchaguzi Jimbo la Tunduma. a Jimbo la Tunduma kwa upande wa mgombea wa ubunge kulikuwa na wagombea watatu kwa vyama vitatu tofauti. Tulikuwa na mgombea wa ACT, mgombea wa Chauma, mgombea wa Makini, lakini na mgombea wa Chama cha Mapinduzi jumla ya wapiga kura ambao walishajiandikisha kwenye daftari la wa kupiga kura walikuwa laki moja ishirini na tisa mia moja sabini na sita ambao hawa ndio walikuwa wamejiandikisha kupiga kura, na jumla ya wapiga kura laki moja kumi na saba mia tano kumi na tisa walijitokeza kupiga kura katika vituo vyetu mia tatu kumi na nane vya halmashauri ya mji wa Tunduma kwa maana ya jimbo la Tunduma, lakini katika kura hizo hakuna kura iliyokuwa na mgogoro wala kukataliwa. Ndugu wageni waalikwa, katika hafla hii fupi, niwajulishe tu kwamba kwa upande wa chama Makini alikuwepo Groli John Mwaigomole, chama cha ACT Wazalendo alikuwepo Victor Mateni Sichone, na upande wa chama cha Mapinduzi alikuwepo Silinde okay, De, David Ernest Aidha, katika jimbo letu la Tunduma pia tulikuwa na wagombea udiwani kumi na tano kwa kata kumi na tano na katika kata hizo vyama vitatu vimeshiriki katika zoezi hili muhimu la uchaguzi wa rais, ubunge na madiwani. Vyama vilivyoshiriki katika ngazi ya udiwani, kulikuwepo na ACT wa Wazalendo, kulikuwepo na chauma pamoja na chama cha Mapinduzi. Hivyo naomba nitoe matokeo kwa upande wa Glory John Mwaigomole wa chama cha Makini alipata asilimia nne za matokeo, lakini Victor <coughs> Mateni Sichone alikuwa na asilimia tano na Silinde David Ernest wa chama cha Mapinduzi alikuwa na asilimia tisini hivyo kwa mamlaka niliyopewa kama msimamizi wa uchaguzi jimbo la Tunduma kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka ishirini ishirini na nne, namtangaza ndugu Ernest David Silinde kutoka Chama cha Mapinduzi kuwa mbunge wa jimbo la Tunduma na madiwani kumi na tano wa Chama cha Mapinduzi kuwa madiwani wa kata katika jimbo la Tunduma.